Ndugu wana baraza, kama ambavyo mnafahamu, hili ni baraza letu la pili. Tunafahamu kwamba hiki leo ni kikao cha kuwasilisha na kujadili taarifa za utekelezaji wa mpango kazi na bajeti ya mwaka uliopita ambao baraza hili hili, hili liliipitisha. Na sisi wakala wa nishati vijijini, shughuli zetu kubwa sana ni kuwezesha upatikanaji wa nishati safi maeneo ya vijijini. Kama mnavyofahamu, tumekuwa tukishughulika zaidi na umeme. Mwanzoni mwa mwaka huu, serikali kupitia wakala nishati vijijini ilifanikiwa tunasema, kupeleka umeme kwa asilimia mia moja kwenye vijiji vyote. Kwa upande wa vitongoji e, tuko vizuri, takriban asilimia 60 ya vitongoji vyote vina umeme, kwa maana vitongoji elfu thelathini na nane kwa wastani katika vitongoji elfu sitini na nne tumeshafikishia umeme na pia kuna vitongoji takriban elfu kumi na tatu viko kwenye mpango, kwa maana viko elfu tatu karibu na mia sita, wakandarasi wako saiti, na kuna mradi mwingine tunaoanzisha wa vitongoji elfu tisa unaenda kuanza hivi karibuni, mikataba yake iko kwa AG na tunatarajia ndani ya mwezi wa kumi na mbili tutasaini mikataba na kwa kutekeleza miradi hiyo, kwa kutekeleza miradi hiyo iliyobaki vitongoji vitakavyobaki kwa takriban elfu eh, kumi na tatu na ushei kidogo, ambao ni asilimia around ya asilimia ishirini, na baraza vingependa kuwataarifu viongozi wetu ambao mko hapa, hivyo vilivyobaki elfu kumi na tatu, sasa hivi idara ya mipango inavifanyia kazi. Tunafanya kazi na NBS kuweza kuvitambua, kujua ukubwa wake, na tutaviingiza kwenye mpango hivi karibuni, ili kabla hatujafika mwaka elfu mbili na thalathini basi vitongoji vyote hivyo viwe vimefikwa na umeme. Tumefanya tathmini hivi karibuni na kubaini kwamba hali ya upatikanaji umeme nchini kwetu kwa maana ya access imeongezeka kutoka asilimia sitini na tisa nukta sita mpaka asilimia sabini na nane nukta moja kwa maeneo ya vijijini na imeongezeka kwa nchi nzima kutoka asilimia sabini na nane nukta nne mpaka asilimia themanini na tano, nukta tano kwa nchi nzima. Lakini vile vile uungaji wa umeme kwa upande wa vijijini umeongezeka kutoka asilimia ishirini na nne nukta tano mpaka asilimia thelathini na saba nukta moja Kwa upande wa nishati safi ya kupikia, kama mnavyofahamu, baada ya uzinduzi wa mkakati wa nishati safi ya kupikia e, mwaka juzi, Mheshimiwa Rais, nakumbuka wakati anazindua akasema REA, kama ambavyo amefanya vizuri kwenye umeme vijijini, tunataka tena mkafanye vizuri kwenye swala la nishati safi ya kupikia. Na taasisi nyingi zinajishughulisha na swala la nishati za kupikia, lakini sisi tuseme tu kwamba hata ukifanya tathmini bila ya kuona aibu kwamba utaonekana umejipendelea kwamba hatua iliyopigwa na REA ni kubwa sana tukumbuke kwamba tulikuwa tuna mradi wa kusambaza a, mitungi ya gesi e, tulikuwa na awamu ya kwanza ile ambayo tulitumia waheshimiwa wabunge karibu laki moja na tatu, tukawa na awamu ya pili laki nne na hamsini na mbili, ukijumlisha yote ni laki tano na sitini na mbili karibu na mia nne, na katika hiyo karibu laki tatu na sitini na tatu tumeshaisambaza, ambayo ni asilimia sitini ya mradi wote. Viongozi, ukizungumzia laki tano ukizungumzia laki tano na sitini na mbili unazungumzia takriban asilimia tano ya toto household za taifa letu, asilimia tano Kwa hiyo hii peke yake imepandisha matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa asilimia tano na hatujashangaa kwenye taarifa iliyotolewa na NBS, upatikanaji wa nishati safi ya kupikia umeongezeka kutoka asilimia karibu nane mpaka sasa hivi tunazungumzia asilimia ishirini na tatu. Sisi tunaamini na ndio hali halisi, kwa kiwango kikubwa sana wakala wa nishati vijijini umechangia kuongeza upatikanaji wa nishati safi ya kupikia kwenye taifa letu. Na mwaka huu tumekuja na mradi mwingine kwa kushirikiana na, na Benki ya Dunia kusambaza majiko banifu ni laki mbili, na sisi wenyewe wakala wa nishati vijijini tumeweka bajeti ya kusambaza majiko banifu karibu laki tatu, jumla laki tano ambayo inaenda tena kuongeza asilimia tano kwenye total household. Kwa hiyo hii miradi miwili tu peke yake itaongeza tumizi ya nishati safi ya kupikia kwa asilimia kumi kwa taifa letu. Lakini zaidi ya hapo, mwaka huu tumekuja na mradi mwingine wa kuwezesha usambazaji wa majiko ya umeme, na mpango wetu sisi haya majiko ya umeme yaende yakagawiwe kwa wateja wapya wanaongiwa huduma ya umeme kwa miradi ya nishati ya wakala wa nishati vijijini. Hii itawahamasisha kutumia nishati safi, lakini pia itaongeza matumizi yao, matumaini ya Watanzania, hasa watanzania wale ambao ndugu zetu wako vijijini, ambao pengine hawapati privileges ambazo sisi tunaishi kwenye mjini tunazipata. Yako kwetu sisi wakala wa nishati vijijini. Unajua, sisi pale wizarani tunasema, wizara ya nishati ni umeme Tunaona kwamba mnafanya kazi kwa bidii, tuko tayari kuwasapoti wakati wote kuhakikisha kwamba mnatekeleza majukumu yenu vizuri. Sisi sote tunatamani kuwa sehemu ya mabadiliko yale ambayo tunatamani kuyaona katika REA. Kwa hiyo, kwa nafasi zetu, tuna uwezo wa kuhakikisha kwamba yale matarajio tunaotamani kuyaona katika taasisi yetu tunayafikia. Kila mtu kwa nafasi yake, kuanzia kwa yule mtu ambaye ni mhudumu kwenda kwa mtu ambaye ni msafirishaji kwenda watu ambao ni maafisa wakuwa idara tengo na kadhalika, kila mtu katika nafasi yake ana umuhimu mkubwa. Kwa hiyo akifanya kazi kwa namna ambavyo anapaswa kufanya, kwa uhakika tutaipeleka tasi yetu mbele.